Ikiwa inasogea uwanjani kwa wakati huu, ambazo zina kumbukumbu nzuri katika michuano ya kimataifa. Na hapa ni safu ya viongozi wa Azam kutoka Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, pia wako hapa. Bendera ya Azam ipo juu namna hiyo, hatua ambayo tayari Namungo walishatinga, lakini kwa upande wa Azam yupo Himid tangu kupanda kwao daraja tayari kipenga kimesikika na kandanda imeshaanza. Karibu sana Kasim Majaliwa Stadium, karibu sana Ruangwa, karibu sana kushuhudia mtanango wa ligi kuu ya NBC. Safu ya ulinzi Yason Fuentes, Yoro Diabi anasogea na mali taratibu, kautambaliza mpira Sopu Faisal meweka pembeni, huku umepokelewa Nathaniel Chilambo. Tena Chilambo anaigawa pasi kwa Himid Mao Mkami ongeana akisogea zaidi, Sopu amemtengea Pascal Msindo, crossi anaijaza ndani, wanakaa imara kitambala katika eneo la hatari, anashindwa kufanya lolote Fabrice Ngoi kwa kupitisha mpira katika njia yanaondoka Hashim Manyanya, jaribu kusogea tena katika nafasi, anaijaza ndani, Habatu Lukindo anapita pembeni kule, Pascal Msindo Gaudens kaipitisha tena tobo, akutane nao lakini inashindikana. Bado anaendelea kupambana kuudhibiti mpira. Kwaje, alikuwa anataka kuondosha mpira wa miss gunya upande wa pili huko, imepokelewa na Habart Lukindo. Lukindo anaijaza tena cross ndani ya boxi, na chezo kwa kichwa, mpira anaondosha Putin. Tuone, Faisal ameuanza mpira. Idinaldo Nado kaupitisha mpira ule ni mwingi kuliko kasi ya Fei, lakini hata hivyo walipitishwa mpira na no Nathaniel Chilambo. Faisal anakwenda kuchonga jaribio hili. Faisal ameujaza ndani, mpira unachezwa kwa kichwa. Manyanya ameutenga mpira mrefu mbele. Habat Lukindo kwa udhibiti. Habat Lukindo takupitisha mpira katika njia ni kama ameotea hivi. Fei kalizima jaribio, alikuwa jaribio zuri ambalo alilitengeneza na mungo. Ametambalizwa mpira, amepitishiwa kwa mbele, anaondoka mbele zaidi, Idi Nado, Nado hatari katika lango, Nado anaujaza ndani huku, lakini nakataliwa, umekwenda nje ya misi faki Mgunya. Takupita lakini amefanyiwa madhambi tena, Idi Suleiman Nado mambo yatakuwa vipi? Kipenga kimesikika. Faisal ameanza, ameudhibiti mpira nado. Dar es Salaam ni kubwa kuliko Ruangwa, kuliko Lindi. Ni Idi Suleiman Nado, iyo Nado ni mfanano wa Cristiano Ronaldo. Ni Idi Nado, goli ambalo linamshangaza golikipa Musa Malik Anaangalia, amehemwa, aelewi kilichotokea hiki ni nini? Ndo tayari tena, Idi Nado anapepea. Ni goli ambayo limeanzia katika uwanja wa mazoezi, sio kwa bahati mbaya, alipitishiwa kwa udhibiti kwanza, akanyosha mpira ambao umevuka nyota ambao wako pale na moja kwa moja ukaingia kambani. Amejitahidi kuruka Musa Malik, lakini wapi, haikufanikiwa. Ni Azam FC, ni wahoka mikate wa Azam Complex. Matajiri wa jiji wanatesa wakiwa nje ya jiji lao la maji chumvi, Dar es Salaam. Amemfuata Jean Frohai Benge na kwenda kuishika miguu yake, akiapreciate kwenda kudhibiti mpira ule. Umepitishwa pasi nzuri sana katika njia, kiondoka zaidi, Fabris ngoi ngoi, Fabris Ngoi, Khalifa Hashimu Hamisi na Hamisi. Amepitishwa mpira katika njia, Faisa ameukamata, golikipa. Umetengwa tena katika njia Issa Fofana. Akaenda kucheza naan Chilambo, nado takupitisha mpira lakini imeshindikana na Fabrice Ngoi. Ngoi Fabrice, mpira mrefu juu juu umenyanyuliwa. Fabrice Ngoi ametafutwa, yeye amekwenda kucheza, Ngoi ile akrobatiki yake Warudi kwa nyuma zaidi, aliudhibiti mpira kauweka kwa kisigwato Pascal Msindo, ikiza onyesho kadi pia. Pascal Msindo kadi nyekundu, wanaonyeshwa nyota wawili kwa kila upande, Hamisi Faki Mgunya na Yeson Fuentes Mendoza nje mpira mrefu ameudhibiti Jefta Kitambala Sopu, ameukimilia kaudhibiti, naye tayari walishaotea, ni offside. wanapewa faida, ni wakurushwa, wanapewa faida na Mungo katika safu ya ulinzi mfuko mfuko Abdalla nautenga upande wa pili kule, ameupokea Rogers Gabriel. Hamisi Khalifa, sasa hiyo ndo captain na ndo dakika 45 za kwanza zimemalizika, kwa ajili ya 45 za pili zinatafutwa dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC. Karibu sana Majaliwa Stadium, Ruangwa, Lindi, tuzimalize 45 za kipindi cha pili, kwa maana kule kwenye bodi ambako Nasoro Idrisa ni mwenyekiti, lakini Hosea Lugano pia. Haya, anajaribu kusogea na mpira ule, Pascal Msindo meutenga pembeni amepokea Chilambo kutoka kwa Nathaniel Chilambo, Musa Malik sopu, neuanza kijaza ndani. Kwa haya unajaribu kuingizwa ndani ya box, najaza ndani katika nafasi ngoi. Azam wastaajabu wanachokiona jaribu kusogea ananyosha mpira mrefu Diaby anakataa vema. Pasi kutoka Kanute nama Faisal anapita, imewekwa katika njia ule katika nafasi. Pascal Msindo yuko pale maneleza, lakini udhibiti mpira menyonyua mpira mrefu juu juu, anacheza kwa kichwa mpira ule hatari, akenda kuchukua nafasi ya Himid Mao Kami. Anazunguka na mpira Faisal ameupokea Mamadu Yoro Diabi, mpira mrefu umepitishwa katika njia, anaondoka nao Heriti Aebeneza Makambo. Makambo amefaint upande wa kushoto, mwamuzi anaifunika pale. Ni penalti? ikawa kama anaukosa, unambugudhi bugudhi. Mamadu Yoro Diabi akaenda kupita kwa mbele yake. Tazama, aliondoka nao Makambo, alienda nao mbele zaidi akaingia ndani ya box Mamadu Yorodiabi akapita kwa mbele Makambo akafanya ujanja mwingi. Ruvuma itakuwaje? Hebu tuone jaribio hili. Kipenga kimesikika, Lukas Kikoti anakataliwa, lakini isivyo bahati penate kutumika vyema. Saduni Nasor akapitisha pasi, lakini imekataliwa. Haya, Saduni Nasor Nathaniel Chilambo Chilambo Nathaniel, kacha pasi kwa Sadio Kanute, krosi ile najazwa ndani, huku inachezwa hatari katika lango, sadun na soro, mpira ameuchelewa ule wale, kipa ameuzima. Musa Malik Nado Nado anasogea tena, Idi Nado anaujaza ndani, kulea hatari katika nafasi sopu, kaupaza mpira juu kwenye mazingira ambayo mwenyewe haamini. Fema, Idi Nado alimchekecha Rogers Gabriel akamtambuka upande wa pili na kushutu kwa gula kushoto akijaza ndani kupeleka tu tata ili mradi vyovyote atakavyokuwa, lakini Abdallah Mfuku akaucheza wa kwanza. Ni yeye Zuberi Foba katika kupitisha mpira pembeni, krosi imejazwa ndani, huku meshinda kumaliza nafasi ile, tena Idi Nado, Nado moja kwa moja, mpira umekwenda kwa goli kipa, lakini hata hivyo ni kona. Kuna kuchongwa mpira umejazwa ndani huku nacheza kwa kichwa hatari langoni Clearance. Bado lakini mwamuzi anapuliza kipenga kwamba ni madhambi amefanyika. Nyota wawili wa Namungo wako chini, mepitishwa mpira katika njia. Pascal Msindo ujaza ndani sopu, amedhibiti kwa Msindo tena, Pascal Msindo Msindo Pascal ameujaza ndani kwa guu la kulia ucheza mpira Faisal, mgonga engo, imerudia tena ndani, amerejea tena katika nafasi Saduni, mpira umempita Tobo A. Kanut meujaza ndani, huku nacheza kwa kichwa, mpira anakwenda kudhibiti Idi Nado. Nado ameanza kwa Pascal Msindo, Gaudens cross, amejaza ndani ama katika gamba, Kanute napiga mpira, nabatiza, jaribu kuondoka zaidi ndani ya box aweka mpira kwenye setup nzuri, anaojaza ndani kuu mpira anawabatiza na wanaondosha na zaidi lakini, Jean Forai Beng anauliza kulikoni, mpira umeondoka kwenye himaya yake. Na mwamuzi amezimaliza dakika 90 za mtanange huu wa ligi kuu ya NBC wakigawana alama, miamba hii kitoshana nguvu, mchezo ambao umekuwa wavuta ni kuvute na tumeshuhudia kadi nyekundu mbili zikitoka kwa pande zote mbili, makocha striker wa zamani na beki wa kati wa zamani.